Na mtukigeukia spoti hivi sasa ni kwamba mataifa 13 yanapambania taji la mataifa bingwa barani Afrika kwa vijana walio na chini ya miaka 20 mwaka huu wa 2025. Shindano hilo nchini Misri linatarajiwa kuwa jukwaa kwa wachezaji chipukizi kuonyesha vipaji vyao. Kulingana na naibu rais wa shirikisho la soka nchini Kenya, FKF, McDonald Mariga ambaye yuko na kikosi hicho nchini Misri, ametaja mchuano huu kama jukwaa kubwa kwa wachezaji kuonyesha vipaji vyao. Nasema FIFA wametoa uh, uh, tournament mzuri kwa sababu kutakuwa na Africa Cup under 20 na bado uh, World Cup under 20 kila ia. So, hiyo inamaanisha uh, uh, players watakuwa exposed uh, exposed uh, out here na unajua hapa kuna tunaiita soko. Tunaiita soko ya wachezaji kwa hivyo hapa we have a lot of, uh, agents watakuja kuangalia players. Hata hivyo wameongeza kuwa kama shirikisho na taifa wanaweka kipaumbele ukuzaji wa vipaji vya chipukizi ili kuwafungulia milango ya kusakata soka kimataifa. I think walianza hizi uh, vitu zao mapema kujenga technical centers na... I think pia sisi tume learn sana kwa sababu tumekuwa ya Dubai, tumekuwa ile iko Qatar, tumekuwa mingi, tumekuwa nikicheza, nimeona technical centers mingi, timu zetu zimekuwa na technical centers, so I think saini high time pia Kenya tuanzishe yetu na soon tunaanzisha yetu. Kwa upande wao wachezaji wamesisitiza kuwa wanalenga kutumia vyema mchuano huo ili kujipatia vilabu nje ya nchi. Eh, mimi naweza sema so far so good. Eh, tuna train poa. Eh, kila mchezaji ana show up na aim yetu sisi sote ni kuin tournament. Yeah. E, ni pleasure poa sana. E, kuna wachezaji wengi wa under 20 lakini mi kwa among the list e, ni opportunity pia na na take na take opportunity vizuri. Vilabu mbalimbali duniani tayari vimetuma waangalizi wake wa usajili nchini humo kutazama wachezaji watakao wapendeza. Mchuano huu wa Afcon ambao sasa utakuwa unaandaliwa kila mwaka itakuwa jukwaa zuri kwa wachezaji wa Kenya kuweza kuonyesha vipaji vyao katika ngazi za kimataifa. Lukman Mahmud, Runinga ya Citizen, Cairo nchini Misri.